Kani, baba huruma, muda anakanyika na huyu, kilikuwa njia alivamia mji kwa pupa. Sasa nakwambiaje ukipata uja uzito utaenda kwa Asnati au kwa Muina, hapa staki mizimu, umenielewa eh? Mama, unaongea maneno gani hayo kwa binti yako? Binti yangu binti yangu ni Mwamini na Tabu, chochote ninachosema <cameraman wa Harrylausi> azneoyame mapenzi zangu ni Mwamini na Tabu ambao nitaka tusema chochote wananisikiliza lakini, sio huyu. Sasa kwa taarifa yako, osha vyombo tulivyomaliza kupikia, ndio nitakuchotea ubwabwa. Huyu lakini

esnbionmo mtazameni mama yenu sasa, okay. Ashe mmeshiba nimemwonea, mmeshiba mondoke hapo. Cut.